Tuombe kwa ajili ya mwezi mpya, mwezi Oktoba, yani mwezi wa kumi, elfu mbili na ishirini na tano. Mungu, tunakushukuru kwa kutupatia neema ya mwezi mpya. Tuko tarehe za mwanzoni kabisa, nasi tunaamini kwamba kila mwezi una baraka yake kwetu. Tanzania, mwezi huu ni mwezi wa uchaguzi, ni mwezi ambao, Bwana, tunakuomba ukatutetee, haki yako ikatendeke, neema yako ikasimame. Mwezi wa kumi umebeba majibu ya Tanzania mwezi wa kumi umebeba majibu ya kisiasa. Mwezi wa kumi umebeba majibu ya mahitaji ya watu wengi. Ninauombea mwezi wa kumi ukawe ni mwezi wa majibu yako. Ninauombea mwezi wa kumi ukawe ni mwezi wa matokeo ya kiroho katika maisha yako, kwa jina la Yesu. Kila mpango wa Shetani ambao unaandaliwa kwa siri au kwa wazi, kwa ajili ya kuleta ubaya, kwa ajili ya mwezi huu wa kumi, na utengua kwa jina la Yesu. Kila fitina, kila nguvu za giza, nazikemea katika jina la Yesu. Na kuombea na kukutabilia mwezi wa kumi ukawe ni mwezi wenye baraka ukawe ni mwezi wenye taarifa njema. Tunatambua mwisho wa mwaka kuna mambo mengi yanaendelea, makafala na aibu za kila namna. Nami natangua kila aibu za giza, natengua kila makafala. Nakataa ajali juu ya mwezi wa kumi, nakataa mikosi juu ya mwezi wa kumi, nakataa taarifa mbaya juu ya mwezi wa kumi. Mwezi wa Oktoba umebarikiwa, mwezi wa Oktoba nina kufungua. Na kuombea mwezi wa Oktoba ukatuletee taarifa njema kwa taifa, na kuombea mwezi wa Oktoba ukatae kumwaga damu Tanzania, na kuombea mwezi wa Oktoba ukalete majibu kwa neema ya Kimungu katika jina la Yesu. Mwezi Oktoba ukalete majibu ya mtu mmoja ambaye alitamani Mungu amtokee. Na kuombea mwezi Oktoba ukawe ni mwezi wa kumkumbuka mtu huyu. Na kuombea mwezi Oktoba ukawe ni mwezi wa kuleta matokeo kwa mtu huyu katika jina la Yesu. Na kusemesha lango la mwezi na kusemesha mwisho wa mwaka ya kwamba kuanzia sasa, kama kuna mambo yalikuwa ameanza yalikuwa yaendi vizuri, kuanzia mwezi huu Oktoba yaanze kwenda vizuri, yafunguke vizuri katika jina Yesu, miezi iliyobakia mbele ya kumalizia mwaka ikawe miezi miepesi kwako. Mungu akutokee, Mungu akufanyie njia mahali pasipokuwa na njia. Mwezi Oktoba umebarikiwa, mwezi Oktoba umebeba majibu ya mtu huyu, mwezi Oktoba umebeba matokeo ya mtu huyu. Mungu akutanishe wa na watu wa hatima yako, watu sahihi kwenye maisha yako. Mwezi Oktoba ukalete matokeo mapya katika jina la Yesu. Malaika wa mwezi huu nawatuma kwa jina la Yesu, mkalete taarifa njema. Malaika wa mwezi huu nawatuma kwa jina la Yesu, mkalete maboma Mazuri, mkalete taarifa njema mkalete baraka mkalete shuhuda katika jina la Yesu. Mwezi wa kumi umebarikiwa, mwezi wa kumi hujalaaniwa. Kama kuna uchaa unafanywa juu ya mtu huyu ambaye naomba naye kwa njia sauti hii na kwa njia ya video hii, nahuambia mwezi wa kumi ya kwamba kila mpango wa giza hautafanyikia, na kuambia mwezi wa kumi na kataa mauti kwako kwa jina la Yesu. Kila roho za mauti kwenye familia zetu na kata kwa jina la Yesu. Kila mpango wa shetani hautafanyikiwa kwa jina la Yesu. Mwezi wa kumi umebarikiwa, mwezi wa kumi ukalete majibu, mwezi wa kumi ukalete matokeo, mwezi wa kumi ukalete jumbe za kimbingu katika jina la Yesu. Na kutabiria inuka tena, na kutabiria simama tena, na kutabiria muone Mungu tena. Pokea nguvu, pokea amani, pokea ujasiri, pokea majibu ya uchumi wako, pokea wepesi wa kifedha, pokea wepesi wa kindoa, pokea wepesi wa kiafya mwezi wa kumi mwezi ambao Bwana ataachilia malaika zake juu ya maisha yako, ambaye Bwana ataangalia ya majibu yake juu ya maisha yako. Pokea neema ya mwezi wa kumi, pokea wepesi wa mwezi wa kumi, pokea ushindi kwa mwezi wa kumi, ukamwone Bwana kwa viwango vikubwa, kwa jina kuu la skutali hai. Amen. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Naamini maombi haya yamekubariki, yamekuwa tiba na afya kwako. Ubarikiwe, Mungu akutendee mema. Uwe na wakati.